hngi msingi wa imani kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya nne mstari wa kumi na tatu kuna kitu Paulo alikisema pale ambacho natamani tukiangalia pamoja alikuwa anaongea kuhusu upendo lakini Wakorintho wa kwanza sura ya nne mstari wa kumi na tatu lakini kuna jambo la kujifunza kutokana na hilo neno alikuwa anaongea kuhusu upendo anasema lakini kwa kuwa tuna roho ile, ile ya imani kama ilipokuwa, naliamini kwa sababu hiyo nalinena, naliamini kwa sababu hiyo nalinena. Kwa kuwa kuna swala la kusikia, hatua ya kwanza, hatua ya pili kuamini, hatua ya tatu, lazima utamke kitu unachokiamini, ndiyo Lazima utamke na ukisema, mara kwa mara usiongee. Ndio maana katika maisha yako ya ndani, ndomo wako liko wewe, usipende kuongea ongea, tafuta nini cha kuongea na kwa kumaanisha. Usiki tumalizie kwa Marko kumi na moja. Nataka ujenge msingi wa imani inayohamisha milima. Marko kumi na moja mstari a mstari waih wa 23 na naongea, somo linaitwa imani ya kuomisha milima. Somo hili kwa mara ya kwanza miaka kama kui8n na lepita ilibadilisha maisha yangu yote. Sio yule jana, naangalia maisha kwa namna nyingine kabisa. Kila jambo ukileta at leta matatizo sop na chukua tu imani, ninakemea, ninavunja, na lazima nitaondoka, kwa sababu matatizo ni sehemu ya kuinuka. Anasema wa 23, tafadhali anasema, sikiza kwa makini. Amini amini nawaambia yoyote kati yenu hapa, yoyote leo atakaewambia matatizo, changamoto, shida, tabu, mateso, magonjwa, ng'oka ukatupe baharini, na asiwe na shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba ayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Umaskini ng'oka katika jina la Yesu, ng'oka kwa jina la Yesu, ukaamini kwamba siwezi kuwa maskini. Nasema haipiti muda, inatokea lazima uamini. Yule mwanaume unayemhitaji kwa nia kunioa, katika jina la Yesu, pote ulipo na kwa kutokea katika maisha yako, tokea katika maisha yako. Siwezi kuolewa na na kibaka mimi. Eh, kuna kibaka ibaalea na kibaka kibaga aaaksio nataka mwanaume anaejelewa kuendelea kusema hayo katika moyo wako, haipiti muda mrefu atatokea. Vijana wanaochelewa ndoa yako inatokea. Kuolewa sio kwa sababu ya urembo, kuolewa sio kwa sababu ya uzuri, kuolewa ni imani. Ndio maana kuna mtu anaachika, anaolewa tena, anaachika, anaolewa tena, lakini wewe ambao umekaa miaka yote hata jamaa wakusalimia. Nimeongea mfano wa ni jambo lolote lile. Anasema ukiwa na imani alafu ukaamini moyoni mwako, yoyote anatokea chochote, hakuna jambo ukiwa Kristo. Ndio maana Ukristo ukiuelewa, ukachua nguvu ya Mungu inayofanya kazi kutumia maneno. Mimi nakwambia, hakuna naemona masikini hapa, hakuna na mgonjwa hapa, hakuna unatokea wapi, unapitia